Kila kitu iko sawa. Yani kitu kwai, kwanza huyo jamaa tu, jamaa tu huyo jamaa. Hapana, acha kwanza, unajua uwezi kuja ukanijaribia hapa, vitu zangu nimeweka pale kila kitu, lakini huyo jamaa

Hey, hey. Hey, mama. Na kuuliza maswali mbili na niambie. Eh, hey, niulize. Najua hii boma siku hizi, unataka nikasirike sana. Kaje mama, ukashiri kaje lazima mama. Enda kwa wapi? Enda lala wapi? Njoo. Njoo, tangu jana alienda, alisema anaenda matanga nikamfuata. Fika huko anashikwa tu mama. <laughs> <laughs> <laughs> Walikuwa wanamshika wapi? Wanamshika hivi, wanageuza, wanashika. Sijamuona tangu jana, tulikuwa na hata nikogopa, nikamwacha, nikamwogopa, nikasema acha niende tu nyumbani lakini lakini lakini kushikwa na Yesu Simba. Alikuja na gari alafu, akamchukua wakati alimchukua, akaenda akamshika, akamdara alafu akampatia shilingi mia mbili.

Pumbavu sana. Mwingi mwingi mwingi mwingi lakini mkitoka hapo tunaosha. Eh, inda dia gani inda dia gani? Za Mungu baba wao sipozoe hicho. Eh, bwana, hiyo mtu akienda kwa hiyo unadhani ni ni bunduki kwa napazuka. Eh, na nakuja na makoti. Sasa ni makoti, ni makoti aina gani? Eh, Eh, lakini watu wengine kweli. Hivi ndio ulitaka?

Huyu ndio mama mimi nilikuwa nakwambia mimi nataka mtoto wako mama. Mama mimi nataka mtoto wako. Nakupea mahari baadaye. Nakupea vifaranga mbili. Yaani nyinyi ndio mlipata kocho. Bado.